Jina la ubatizo la Baba Mtakatifu Leo 14 ni Robert Francis Provost ambaye alizaliwa Septemba 14 mwaka 1955 akiwa amekulia katika familia yenye asilia ya Kihispania, Kifaransa na Kitaliano, kabla ya kujiunga na shirika la Agostino alihitimu katika shahada ya sayansi na hesabu kutoka Chuo Kikuu cha Villanova na baada ya hapo ya kuhitimu aliamua kujiunga na shirika la mtakatifu Agostino. Alisoma na masomo yake yote ya kiote, seminaria, filosofia pamoja na theolojia, na baadaye kupata uzamili pamoja na uzamifu katika sheria za kanisa. Baba mtakatifu leo 14 alipokea daraja la padre mwaka 1982. Alipewa obedience ya kwanza au tumi wake wa kwanza kuenda kama misionari kule nchini Peru. Kule aliweza kuwa kama paroko wa parokia Trujillo, na baada ya hapo alikuwa pia mwalimu wa seminari kuu katika kufunza sheria za kanisa. Baada ya kuonyesha msimamo mzuri na uongozi mzuri katika kanisa, aliweza pia kuchaguliwa kuwa mkuu wa shirika au mkuu wa kanda ile. Kwa wakati huo alichaguliwa kuwa mkuu wa province au kanda ya Chicago mwaka 1999. Mwaka 2001 alichaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa shirika la Mtakatifu Agostino ambalo aliongoza kuanzia mwaka 2001 mpaka mwaka 2013, akiwa ni kiongozi mkuu wa shirika la Mtakatifu Agostino duniani. Mwaka 2014 Papa Francis alimteua Provost kuwa askofu wa jimbo la Chiclayo huko Peru. Mwaka 2023 Papa Francis alimteua kuwa mkuu wa idara ya maaskofu au tunaweza tukasema the dicastery of the bishops. Cheo hiki kilihusika na kuwahudumia maaskofu na pia kuwachagua maaskofu duniani kote. Mwaka huo huo mwaka 2023 Papa Francis alimteua kuwa kardinali. Jana tumepokea ujumbe mkuu na ujumbe unaotufurahisha sisi wa Katoliki baada ya yeye kuchaguliwa kuwa mrithi wa mtakatifu Petro, kuliongoza kanisa katika imani na katika mambo yote mema. pia Ikumbuke kuwa Baba Mtakatifu leo wa kumi na nne ni papa wa kwanza mzaliwa wa Marekani lakini pia ni papa wa pili kutoka bara la Amerika.